Mungu anataka uandae plani kubwa, plani kubwa. Hata kama unaanza kidogo, weka plani kubwa kiasi kwamba siku Mungu akishusha ile miujiza yake kwenye mambo yako <laughs> hata wanao kutokea mabaya wakushindwe. Watu wengi tunashindwa, tunalogwa, tunaishia kuvutwa nyuma, unapigwa fitina, una fail, faka beheka na fail, mambo yako yanakuwa hayafanikiwa sababu ni madogo. Ukiplani makubwa, unavuka, una ita critical velocity of poverty ile ile vyo juu unavuka, unakuwa huko juu kiasi kwamba hakuna uchawi hakuna majungu hakuna maneno hakuna kodi hakuna hakuna mwanasiasa anaweza kakufanya kuwa maskini tena. Maadui wa jambo lako, Mungu anataka alifanye liwe kubwa kiasi kwamba liwavuruge na washindwe kabisa. Hiki ndicho ambacho kilitokea kwa hawa wafalme watatu. Mungu aliwambia wa chimbeni mashimo maandaki, mi naleta maji. Wao wakachimba kwa nguvu kubwa, na walikuwa wamechoka lakini wakachimba eneo kubwa. Mungu akafanya jambo kubwa isio la kawaida.